Eh, eh? <laughs> Bwana e, mzuka mkubwa. Hatimaye tumetinga fainali, ni kitu ambacho e, wana Simba walikuwa wakisubilia kwa hamu. Hii hatuishii hapa, kwa mapenzi ya mwenyezi Mungu inshallah tunaenda kuchukua taji hili inshallah. Captain, tumecheza nyumbani ushindi wa bao moja, ugenini tumepata matokeo ya suluhu, tumeenda fainali. Kuna kauli niliwaambia watu, ndio kuna watu Naona wanazungumzia vibaya ushindi wa goli moja ambao tumeupata. Nilisema si kitu kidogo, unajua goli moja ni muhimu sana. Nafikiri leo imeonekana thamani ya goli moja kapteni. Yeah. Tuna fainali mkononi, lakini tuna mashabiki wamekuja wengi hapa kama tuko nyumbani. Naamini pia hata hey, Moroko, yes, au Algeria tutakapokwenda tutaenda na mashabiki wengi pia, sababu hii ni Simba ya nguvu yeah, ya, yes, ya mama imeonekana kabisa.